Naona asubuhi umeniota nini? Una nini? Sauli zako simba zako zitakuwa zipokelevi. Haya, niambie vipi, kwema? Vipi jamani na bibiti, mbona umepiga simu halafu ongei, hauna dakika za bure, unanichanganya tu mimi eh? Mbodo eh? Unanichukuliaje mimi? Oh, oh, oh. Mambo yameshaharibika tena kuna nini tena huko? Nilikuwa nadhani labda wewe ni kijana ambaye anaaminika anajitambua, sio kama watu wengine, lakini wewe kumbe ni kama vijana siku hizi wanaitwa mabaharia. Mpodo jamani, kuna nini tena huko? Ebu ebu acha mafumbo bwana, ebu tuongee haraka haraka, na wateja kidogo hapa iki e, e, e, kibegi upande wa kushoto wa kabati ambacho nilikuwa mimi sikijui kina nini, hati za nyumba au za urithi. Si so, unajua mimi kwenye kwenye, kwenye familia yetu mimi ndo ndo msimamizi wa mirathi. Sasa so, nikaogopa isije kaingia wezi, alafu akasepa na watu wakaenda kukopea mkopo. Sawa, maana naona hati zenu za urithi ni, ni picha ya mwanamke na nguo za ndani ndo hati zenu na mirathi yenu. Mama we. Sikitu. Kwanza nani amekwambia upekenyo upekenyo vitu vyangu vya ndani? Nani alikutuma upekenyo pekenyo, upekenyo vitu vyangu? ningetafuta tu muda wa ziada nikavitupa hivyo vitu sasa. Wewe mbea wako umekuponza. Kwanza nani amekwambia ufungua vitu vyangu? Nani amekwambia sina kuuliza? Mpodo mpodo wanigeuzia mi matatizo. Mimi nitokosa langu kufungua mpodo. Mimi ndo nilaweka vichupichupi huma kenye icho kimfuko kibegi wendo umeweka, afu nazigizia mimi, unanigeuzia mi matatizo, ndio na makosa hapo atekea, ukae tu, sio kuchunguza chunguza. Sasa umechunguza wewe, matokeo yake hayo na ume kuliona. Pesa za mtaji, ole wako hizo fedha humo zipotee, nizikute kama zilivyo, kama nilivyoziweka. Pesa za mtaji eh, shingapi? Nah. Hey. Sasa kama umesema, oh, ume kama mi unanigeuzia mimi, kama ni makosa yangu, basi tufanye, mimi sijafungua hilo kabati, sijashika cho kibegi wala sijaona hizo pesa mimi leo, wala hata sijafajia. Nani huyo? umefungua ndio umekuta nguo za mwanamke na huyo msichana ambaye nilikuwa naye hapo zamani, ila hizo nimeziweka tu nguo zake kwa kuwa aliziacha, alisema akirudi atazipitia. Unaona na maana nimeziweka hapo. Kwa hiyo mpodo unasubiriwa na wake wengine? Kuna mwanamke mwingine unamsubiria? mm -hmm. Sikitu, kwani mi naruhusiwa kuwa wake wangapi? Si wawili mpaka watatu mpaka wanne hapo shida iko hapo, jamani eh? mm. zaidi ya watatu, mm. eh? watatu. haya eh, kwa hiyo kwanza. Mimi wewe mwanamke, sijui unamwongelea nani? Mimi sijaona picha yote, sijaona kibegi. Wewe Sikitu, wewe hebu acha utani bwana, hebu niambie kitu kimoja. Hizo fedha sio umeziona? Pesa gani? Hamna shida mwaya, mimi hata sijafungua hiyo kabati Hela sijaona. Ujue ukizichukua hizo pesa na kwa pia, kama hizo pesa ukizichukua, ujue mimi na tushamalizana ndio mahari yako hiyo, ujue eh, mahari huwa analetwa na shahidi. Shahidi lazima awepo, kama hakukuwa na shahidi hiyo sio mahari, ni mgao wa umeme. Shahidi sio mimi hapa. Mm, haya, kwa heri, bye, mpodo, love you. Salam Alaikum Mario <laughs> <laughs> umefanikiwa kufunga leo, maana kidogo saumu kwako tatizo, wajua we Mario. Wajua ndo muda wa kutoa ushirikiano na mimi, maana mpaka sasa hivi nimekuta, tumegundua ya kumazito, mambo yako mazito, mambo yanafika hapa, lakini mkeo hajui mpaa leo. Usinifanye nijiwashewashe na umbea wangu nende nikazungumze, mimi umbea ujaniwasha bado Utoe ushirikiano hapo Mario. Hasani, usimjibu huyo kisebengo. Unajua kilala, ki atu. Usimjibu, kwa kwa kwa mbea, watu wengine wakilala midomo yao inawasha. Kwa hiyo kiamka tu anataka kugombana na watu. Usimjibu tumuone leo atakavyoshushuka. Alafu anavolinga basi. Utafikiri kwa mpodo uko peke yake tu. Wajitie kimbea tu kuongeongea watu. Hata yako, yako tunayajua vizuri. Tuna kama tabakia salama sasa. Usitie ugomvi wa maana tu nyumba nyumba ambayo unaishi ni avio. Fua mwansiti wewe, unaka unaniangalia angalia nini? wajua wen kama kidonda cha mgongo mikwangue kidonda cha mgongo. Sikuoni wala sina habari na wewe, nasubiri hatima yako tu, nione itakuwaje. Kwanza madhali nataka tumwepushe shetani, urudishia hilo dishi langu la kufulia. Toa mitumba yako umo, leta dishi langu, to mitumba yako wewe. Ala, halafu na wewe bushoke mkubwa, we wajite una mdomo leo, waweza sema mimi, kuna mtu anaweza mundanaweza shinami kwa mdomo. Endelea hasani hasani hasanin na, jo nakuja wekimbaumbau we, usifikirie kuchenjesha na mke wangu nitakufikira kuwa mke wa pili, ilo sahau kabisa. Miso, saizi yako ndio ile kibushuti yako ile ile, kina mpodo wale. Mimi nikome shiba hamitu, alo mpe mpe <coughs> vidonge vyake, akimesa akitema, hiyo shauri yake. Kimbaombao, usopewa chakula ukashiba wewe, una kazi ya kufuatilia ya watu ya kwako, wanakushinda mpodo. Akutaki hao wengine ndo kabisa, hataki atakuona. Alo lako hilo, kama sio lako la jirani yako. Sikitu. Sikitu. Choo, choo, bwana na mara moja, mjo ndani bwana, namazungumza na wewe. Tuna nani, tukufanye nini na wewe? Ah, namazungumza na yakina ah, kama utaka kuzungumza na mimi nchukulia ilo bakuli langu la kufulia hapo kwa warako na kazi nalo we, we, unakia ili lako kweli eh? Mpado sasa sao la kwangu mi sijui kama la kwangu lipi nchukulie bakuli hapo nfulie ha, twende sasa, twende, usilazimishe. Sasa sasa kila siku watu wanamsema hapa, unipendi. Leo nataka unionyeshe kama wanipenda, nifulie nguo zangu. Nifulie kama wanipenda kweli, waonyeshe, nifulie. Waukumbuke maneno ya Mjumbe yale alitwambia, kwamba kipindi iki cha Ramazani iki hatutakiwi kukaa pamoja kuzungumza kwa muda mrefu, su ujaazingatia mawaidha. Sasa kama hatutaki kukaa pamoja ha, kwani kwani kufua inahusiana nini na kukaa pamoja? Basi tusizungumze pia

Mzee, vipi hali yako? Hali yangu ni mbaya, ila niombeni maji nikachukue udhu niende msikiti kaswali. ni kutokana <coughs> na hali yako ya kokoa hiyo. Sio, tumelewana. Wewe inabidi utie udhu Tuke msala hapo kwenye korido usalie nyumbani kwa sababu ukienda msikitini wewe uta, utawapa mzio shida. Wewe fatanaye kuelekeza sio zu unavyotaka wewe. Mi nimesema nataka maji nikachukue uzo niende msikitini, haya yote yanatoka wapi? Jamani nyie, lakini mnapata zambi. Mtu anataka atawaze akaswali, nyie mnamkatalia. Mi nampa maji mwasiti. mm -mm, usimpe maji wewe, ndo unapata zambi. Ushaelewa? kwa sababu huyu sahivi Hataki kwenda kusali jamaa, hali yake sio nzuri akianguka inakuwaje? Alafu leo nimesikia kwamba mtu kama ajisikia vibaya vibaya basi bora akasalia nyumbani tu. Umeshaelewa? kama hataki hivyo wewe, yaani huyu mpaka akubali kusalia nyumbani ndo mpewe maji ashike udhu, salia nyumbani, la sivyo utamfungia mlango. Aha. Kumbe mmeamua kuninyanyapaa hasa hapa kwangu, wote mtahama. He, mimi nataka nikaswali mnanipangia mnavyotaka nyinyi. We mzee mbishi sana ndio maana huna hata mke mtu mzima ovyo kab... wabisha bisha tu kila saa badala ya kupumzika umo ndani hmm? Unasikia mkeo anavyozungumza sasa? Kabisa, mmenitibua mnahama sasa hivi, leo hii mnahama. We mzee, anachokiongea huyu ni sahihi, si tumelewana? Wewe sio tu msikitini kwa leo leo, hata kwa mjumbe utaki kwenda. Mawaidha yako nitayahifadhi hapa, nitakuletea akiniambia mjumbe. Sawa, kwa nini utakaa? Ndani usubiri. Tutakupa mawaidha tukirudi. Sisi bwana, tuna mwenye nyumba yetu no. Mwenye nyumba yetu mzee Bashiru anaitwa huyo, mzee Bashiru ana magonjwa ya kuambukiza. Ameamka anakoa ni. Mlijuaje kama ana magonjwa ya kuambukiza? Mi sema yule pale eza kaanguka hivyo hivyo mm. ah, ah sasa, mm. sasa mlijuaje ana magonjwa ya kuambukiza au mlienda naye hospitali hmm? Ah. Si tumehisi tu kwa sababu kutembea hawezi. Ay, na umo, lakini mpelekee maji kashike uzu mm -hmm. aende msikitini mm -hmm. lakini tukana hali yake mm -hmm. sioona so, ile hali tukasema anaweza kaanguka msikitini, hasa kama akianguka atawapa taabu watu wengine. Sasa bwana akapata dhambi au hajapata dhambi? Kama kamstopisha asende msikitini hmm. Hali, hali ya kuwa hana uhakika kuwa hmm. anao ugonjwa wa kuambukiza a, atapata dhambi huyu. Ila mimi nitoa ushauri, astalie nyumbani tumpe maji kwa kipindi ambacho anajisikia vibaya hujanielewa, ah, kwa kipindi ambacho kuna magonjwa ya kuambukiza sio, kwa kipindi ambacho kuna magonjwa ya kuambukiza hmm. Basi kuswali nyumbani imekuwa ni bora zaidi kuliko msikitini, kwa sababu ni, ni dharura dha, dha, inaitwa dharura. Unaweza kula hata nyama ya nguruwe hey. hmm. Eh? dharura unaweza kula hata nyama ya nguruwe mm -hmm. Ikiwa umekwenda sehemu hakuna chakula ch kingine chochote isipokuwa nguruwe mm tu -hmm. Basi unaweza ukala mm -hmm. Na upati dhambi hata moja mm -hmm. Eh, kusudi, kusudi. Eh, kusudi ndo haifai, ila dharura iko kwenye nyama ya nguruwe tu peke yake mm -hmm. si pombe wala mm -hmm. mm -hmm. si zinasi kasema umepata patwa na dharura, kwa hiyo itabidi tuchukue huyu binti mara moja. Hakuna kitu kama hicho sasa. Si dharura si swala ambalo umekosa labda, unaona mke yule mke yule hayupo mpango kando, ah, ah, basi wewe hmm, unatakiwa uoe mke wa pili hmm, unatakiwa uoe mke wa pili sawa, ukijiona unataka kupatwa na dharura Asijitahidi huo mke wa pili, yeah. Uh, okay. Lakini katika dharura zile zilizotajwa ndani ya Qur'ani mm hakuna -hmm. ruksa ya kuzini wala kulewa isipokuwa kula mm -hmm. nyama ya nguruwe inaruhusiwa mm -hmm. kwa sababu we huwezi kufa kama hujalewa wala huwezi kufa kama hujazini. Kwa kweli mtu ambaye anajijua kuwa yeye ni mgonjwa mm -hmm. tena magonjwa yenyewe ni magonjwa ya kuambukiza akawa analazimisha kwenda kuswali jamaa, almuradi aswali jamaa hata kama pamekatazwa kwenda kuswali msikitini. Iye akawa na fosi analazimisha tu, au hataki yeye yani kutoa nafasi, anataka wabanane tu watu, basi huyu atahesabika katika watu wenye kudhuru watu atapata madhambi hayo na fadhila ya swala ya jamaa hawezi kupata, na ndio maana katika, katika janga la maradhi ya kuambukiza tunaambiwa eh, hata msikitini tukiambiwa na viongozi wetu wa dini na wanchi kwamba tusiingie msikitini, basi tusiingie. Tusiwe kama wale ndugu zetu wa Kenya, kule wamekatazwa kuingia msikitini, wao wakawa wanaingia tu mpaka askari wakaja kuwapiga wakawaumiza, ndo wakajua kama haifai, wakaacha kuingia msikitini. Ukijua una magonjwa ya kuambukiza, basi usiwaambukize watu mm. Na sasa, yani hiyo kama akina mama eh, yani wao wakiwa wana wanavaa kama mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanavaa nguo zile za kubana, wakawa wanaonyesha maumbile yao. Hawa e, watapata madhambi mara mbili. uh -huh. hmm. yaani, wanawashawishi watu e, wamweke Mungu pembeni washughulika na kuwatazama wao. uh -huh. hmm. Watu wametoka msikitini, mara mtu anapita yuko vizuri, alafu nguo yenyewe haieleweki basi hao wanatugombanisha na Mwenyezi Mungu kwa kabisa, eh. Kwa hiyo watapata madhambi mara mbili: kwanza, hakuruhusiwa yeye kuvaa nguo isiyo kwa ya heshima, alafu pili, kawashawishi watu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama anasema e, wataingia motoni nisaun wanawake kasiyat aait lakini wakoji halafu mailat mumilat, katika kutembea wanavunja vunja viungo vyao kwa ajili ya kuwatamanisha watu. Mtu anakohoa atakikohoziana. Haya ndiyo mafunzo ya Uislamu tunafundishwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi